elewana sasa, amesema nisiingie nisi kwenye gari nisiingie kwenye gari ah, ah, amna, si tunakatazwa kuingia kwenye gari? Atalala hapa. Shida iko hapa, shida iko hapa. Tusichezeane, tusichezeane, tusichezeane